Mpenzi mtazamaji wa Global TV, kama tulivyokuwa tukikuletea taarifa za kifo cha mzee wetu Mzee Amri Athumani Amri maarufu kwa jina la Mzee Majuto au King Majuto, na hapa nipo na mkewe nitaenda kuongea naye kuhusiana na situation hii ambayo ilipo. Anafahamika kwa jina la Bi Aisha Yusuf. habari yako? Nzuri. pole kwanza kwa msiba Shapo. A, wewe ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa karibu sana hususan kipindi chote ambacho alikuwa akiumwa mzee wetu mzee King Majuto. Tutaka kufahamu tu, matatizo hasa yalianza muda gani mpaka umauti unamkuta? Tatizo hasa mwanza toka tarehe ishirini na tatu mwezi wa saba mwaka jana lipopoanza na maradhi maradhi mpaka umauti unamkuta, shida kubwa ilikuwa ni sukari mm. Na kwa kipindi chote hicho uh, matibabu yake mpaka umauti unamkuta ilikuwaje? Na ukiacha na kisukari, tulisikia kuna nyonga, lakini kuna vitu vingine labda ambavyo Watanzania wavifahamu vilikuwa vikimsumbua pia mzee wetu? Hmm, alikuwa na changamoto nyingi, lakini like, tunashukuru katika safari ya India nyingi walikuwa wamezimaliza. Tulirudi hapa akiwa katika hali nzuri, na alikuwa hana tatizo ambalo linamsumbua na alikuwa akiendelea vizuri. Kwa sukari tu ndio ikuja ijitokeza ghafla, ambayo kule India pia walikuwa hawaja iona kama ipo na walijitahidi kuitafuta, lakini alikuwa hana shida sukari. Kwa sukari ndio ikuja imejitokeza, na sukari ndio imekuwa mwisho wa uhai wake. Pole sana, lakini tunahitaji kufahamu, wewe ni mke wa Mzee Majuto ni mke wangapi, na ulibahatika kupata naye watoto wangapi? Mimi kwa sasa niko mwenyewe na nimebahatika ni na kupata naye watoto wanne, wakiume mmoja, wakike watatu. <mim> na kikubwa kipi ambacho utakikumbuka kwa mzee wetu King Majuto, lakini hasa hasa katika usia wake, ni upi ambao alikuachia kabla ya umauti kumkuta? Usia wake mkubwa aliniachia ishi na amani, nisio na wasiwasi, nili watoto waweze kuendelea vizuri mm. Na kikubwa kipi ambacho unaomba kwa Tanzania, wapenzi wa Mzee Majuto, kwa kipindi kigumu hichi ambacho wewe unacho? Kikubwa nachoomba waendelee kunifariji, wasiniache. Asante mm. sana. Asante sana, pole sana. Na mpenzi mtazamaji wa Global TV kama ulivyosikia, uh, huyo ni Bi Aisha Yusuph ambaye, uh, ni mke wa marehemu Mzee Majuto uh, Amri ya Thumani Amri, na tumeongea naye, umesikia vingi ambavyo amevizungumza. Mimi naitwa Bernard Mpangara, endelea kuifuatilia Global TV.